Haiwezekani leo wewe unadai ni mtu mwema na marafiki zako ni wavuta bangi, marasi safari, walaji miraa, wanaokesha kwenye disko, ni watu wabaya ambaye hawana maana yote, bila shaka wewe ni mtu mbaya vilevile. Na wallahi, leo muulize mtu yoyote hawa ambaye wamefitinika na uraibu mbalimbali, imekuwaje aliingia kwenye fitna hii. Muulize mlevi, alianza kulewa vipi? Mtafuna miraa, alianza kutafuna vipi miraa? Anayekwenda disko, alianza vipi kwenda disko, na maaufu mengine. Muulize mlevi, alianzaje kunywa pombe? Atakwambia yangu alilipa glasi. Muulize mtafuna miraa alianza vipi kutafuna miraa, atakuambia bwana, rafiki yangu alinipiga nalinipigasa muulize hivyo hivyo mwenye tabia mbalimbali mbali. Kwa hivyo chunga sana unayefatana naye, kwa sababu mtu anaposuhubiana na mtu, unapokuwa rafiki ya mtu, unaathirika na tabia yake. Ukifatana na watu wenye kuswali, wee pia utaswali. Ukifatana na watu wema, wee pia utakuwa mtu mwema. Ukifatana na watu ambao wanazungumza mambo ya kheri, wee pia utakuwa unazungumza mambo ya kheri. Lakini ukifatana na watu waovu, wee pia utakuwa muovu. Vipi we mwanamke wa Kiislamu leo unavaa hijabu ya kisheria, unavaa niqab, unavaa hijabu jilbab, alafu unatembea na mtu rafiki yako mkubwa ni mwanamke ambaye amevaa jinzi, amevaa miniskirt. Unatafuta nini kwake yeye? Huyu huyu si mtu wa kuwa naye kila wakati, labda unamfuatia kwa kipindi maalum kwa sababu ya kumfanyia dawa na kumpa nasaha. Baada ya hapo, kaa mbali na watu kama hawa kwa sababu watakuja kukuathiri wewe, watakuathiri na mwisho wake utafata njia zao. Wangapi wangapi, ndugu zangu, walikuwa ni watu wema, wakaja kupoteza na marafiki zao. Wangapi tunawajua katika mji wetu wa Nairobi hii na miji mbalimbali mbali, watu walikuwa ni watu wasalihina, watu wema, mashaallah, msikitini hatoki, tabia yake nzuri, Qurani haachi kusoma, anafunga saumu za sunna lakini toka aliposhikana na marafiki wabaya basi akapata kuathirika na tabia zao na akawa kama wao. Lakini wangapi wangapi walipo ni watu waovu, walipoamua kufatana na watu wema, yeye pia akawa mwema. Ndugu zangu, leo kila mmoja wetu hapa alipotaka kuoa, dini yetu inatufundisha umchague mwanamke mwenye dini, na mwanamke naye dini yake inamfundisha amchague mwanamme mwenye dini.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

mimi bana, nimeua watu tisini na tisa nataka kutubia sasa. inawezekana toba yangu? Ndio, unaona nitakana, uangalie mahali unachukua fatwa. Sio kila mtu unayemwona amevaa kilemba na kanzu ukachukulia kwamba huyu ni mtu shekhe, huyu ni alim. Yule bwana akamwambia, umeua watu tisini na tisa basi hakuna toba, haiwezekani kutubia, hawa ni wengi basi akamwambia, ikiwa ni wengi siwezi kutubia, haiwezi kukubalika toba yangu, basi mimi nitakuua wewe, utakuwa wa mia. Akamkata shingo na ule shekha akamuua, wakawa mia moja. Ndo akamfata mtu ambaye ni alim, akamwambia: ya shekhe, mimi nataka kutubia, nimeua watu mia moja. Sasa inawezekana toba yangu? Ule shekhe akamwambia, falima la kwa nini siwezekane. Mwenyezi Mungu atakue atakufutia madhambi yako yote lakini kwa sharti. Huyu shekha akamaambia, hii mji lao utaendelea kukaa ndani yake, hii wale marafiki zako wabaya bado utakuwa nao na mazingara hayo utakuwa ndani yake bado unaweza ukarudia ile tabia yako ya mauaji. Kwa hivyo sharti ni moja tu, hama hii mji, hama. Yule bwana hakupoteza hata sekunde, hakutaka kumshauri nani wala nani, alichukua farasi yake na virago vyake. Huyo ndio unaona wewe, ndugu yangu, unapoambiwa mambo ya dini, huyu ni rafiki mbaya, achana naye huyu, usichelewe chelewe. Mauti inaweza ikakufika katika hali kama hiyo, wewe bado una, unafanya maasi naye, malakal maut anakungojea hapo na wewe huna habari Ndo alipofika katikati ya njia, malaika almaut akaja akamchukua roho yake. Yule bwana amekufa katikati ya barabara. Sasa mtume anatueleza, anasema wakatokea malaikatul adhab wa malaikatur rahma, malaika wa adhab na malaika wa peponi, wakawa wanang'ang'ania mwili wake. Huyu bwana ambaye ameua watu mia, wale malaika wa motoni wanasema huyu ni mtu wa motoni, huyu ameua watu mia moja, huyu lakini waka, malaika wa peponi wanasema hapana, huyu ametubia tauba ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemkubalia. Mwenyezi Mungu alipoona malaika wanazozana juu ya mwili ya huyu bwana, Mwenyezi Mungu alimtuma Jibril, nenda ukaingilia ile kesi. Ndio Jibril alaihi salam akaingia akasema, sasa tuta motoni <guruhil> huyu, na ikiwa sehemu anakokwenda ndokaa, basi huyu ni mtu wa peponi na inasemekana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliivuta ile ardhi kwa rehema yake na akaipeleka upande wa peponi ule. Bwana akachukuliwa na malaika wa peponi.